Kila kitu kilianzia hapa. Sina uhakika kama hapa ndo utakuwa mwisho wa kila kitu sijui, ila naamini kama hapa sio mwisho, basi litandaliwa kabuli lingine liwe nukta wa hizi sentesi chafu za damu. Hii basi kila makubaliano ambayo wewe umeamua kuyavunja, hmm. Una muda mchache sana kuyasoma.

maana fahamu wazi asala ya kushindwa kwenye huu mpango. Kazi yenu nimeshaifanya, na Makoti, ameniletea mahali. Naomba binti yangu asiguswe kabisa. Kipo cha pacha wangu kitalipwa na kila mmoja mzigo. mm -hmm. peo heshima yake, panda mama, kunja kiuno pita, itaniua basi. Fahamu sipo tayari kuandika mirasi wala kuzikwa kwa mdau Ii ndo shida kuzaliwa mzuri duniani. Nimesikia nisiguswe kina nani hawa na ayote kayataka baba, na ni watu gani wanataka Makoti yatumie pesa. Ameshindwa kuzagamua vizuri, nimetoka limefanana na mama. Haiwezekani ikawa sifuri. Shija, kwa nini sifuri?